Kesi hiyo imefunguliwa katika kituo cha polisi cha Kawe jijini Dar es Salaam ambapo kwa sasa Siraju anatembea na arabi ya Cheka ni rais sana uli ni kulinda CV. Kiukweli, Francis Cheka hakuja kupigana na durambabe na durambabe. Alipanda akaitwa Cheka zaidi ya mara kumi na mbili akahesabiwa. Cheka hakutokea kwa mimi, kama mimi lazima Cheka atairudi kwenye sheria kwa sababu Cheka alisaini kupigana raundi kumi na sehemu aliotakiwa kupigana niipo kwenye mkataba wake ni PTA. Siku aliotakiwa kupigana ni Christmas, na ndio ilikuwa jana tarehe 25 na hakutokea. Kwa mimi na kampuni yangu tutajitahidi Cheka tumwingize kwenye vyombo vya sheria na sheria ifate mkondo wake. Inaelezwa kuwa hii ni mara ya pili Cheka anafanya hivyo mwaka 2014 kwenye tamasha la matumaini Cheka alikuwa pambane na Jafet Kaseba na akachukua malipo ya awali ya shilingi milioni tatu kati ya milioni saba walizokubaliana lakini hakutokea ulingoni. Katika ukurasa wake wa Facebook Cheka aliandika kuwa hatopambana kwa kuwa hajamaliziwa malipo yake. Star TV imeshuhudia mkataba uliosainiwa na Cheka ukionyesha kuwa malipo yangefanyika kwa awamu mbili, milioni tatu kabla pambano na milioni sita baada ya pambano ambapo Kaike anasema tayari alishampa milioni nne na laki mbili bado milioni nne na laki nane ambazo angepewa baada ya pambano hana sababu aliyosema ina mashiko ambayo mimi naona kama kamakemiaji ajaniambia kitu amachezimika naambia nakuja kucheza na mpaka jana asubuhi kanipigia simu anaambia nakuja nyumbani kwako lakini tunapanga mpango wa pesa lakini naenda kucheza mechako bila tatizo mimi nikaona sawa na pesa alizochukua Cheka Cheka, alikuwa anacheza pambano lile milioni tisa, amechukua milioni milioni nne laki mbili, si pesa ndogo na mala, yani kwamba si pesa ndogo kwa pambano la jana. Pesa iliyobakia kwa milioni tano, milioni nne laki laki la, la, la, la, la, la, la, la, nane ambayo nilizokuwa nimlipe yeye. Kadhalika, mechi iliyopita alichukua milioni tatu, mechi ilikuwa ya laki saba, ya milioni saba, amechukua milioni tatu, akabakisha milioni nne, hakuja kucheza. Sasa haya ni makosa ambayo anayajudia kila siku, na bado tunamwona kama ni nembo yetu. Kwa kweli siwezi kusamehe. Nimefanya jitihada za kumtafuta Francis Cheka kupata ukweli wa sakata hilo lakini Cheka amekuwa adimu kama Farujoni kwani simu yake inaita bila majibu. Baada ya Cheka kuingia mitini, Dula Mbabe akatoa ujumbe huu. Kuanzia Francis Cheka na Nikos Pas Cheka na baba yao wote mkubwa, kama mnaweza, nifuateni tufanye kazi. Ahmed Ally, Star TV, Dar es Salaam.